Ni katika mwendelezo wa kampeni za Chama cha Mapinduzi CCM, jumuiya ya Umoja wa Vijana wilaya ya Mafia kwa kushirikiana na mjumbe baraza kuu la UVCCM taifa, Juma Kongaya, wamefanya kampeni za nyumba kwa nyumba, kata ya Kilindoni kwa kuwafikia wagonjwa hospitali ya wilaya ya Mafia, vijiwe vya bodaboda, magereza, pamoja na kufungua shina la Chama cha Mapinduzi Nyerere Rudi. Katika kampeni hizo Kwangwaya amewataka madereva wa bodaboda kutotumika vibaya katika kuleta vurugu tarehe ishirini na tisa, siku ya uchaguzi, na badala yake wajitokeze kutiki na kuchagua viongozi walio bora kutoka chama cha mapinduzi. Mimi kwa jina naitwa Juma Kwangaya ni mjumbe wa baraza kuu la vijana taifa. Mwezi huu tarehe ishirini na tisa tuna jambo kubwa jambo la kimsingi, jambo la kikatiba ambalo tunakwenda kupiga kura kuchagua viongozi ambao wataenda kutuongoza, lakini tunaamini viongozi hao wakipatikana, ndio hatima ya nchi yetu inapopatikana. Ndugu zangu, niwaombe sana jambo hili la kupiga kura, haswa ni la kwetu vijana, na haswa sisi maafisa usafirishaji Tunatambua tunabeba watu wengi, tunabeba akina mama, tunabeba wazee, tunabeba na wenyewe vijana. Mnalo jukumu la kuwakumbusha, lakini kwa sababu nyinyi vijana mnalo jukumu la kuwakumbusha wale mliowabeba, kulinda amani. Amani ya nchi hii haitalindwa yoyote, tunayelinda ni sisi vijana, kwa sababu tunaamini hakuna mzee ambaye anaweza akainuka akafanya fujo hakuna mzee ambaye au mwanamama anaweza akainuka akaenda kuandamana. Mara zote waandamanaji wakubwa ni vijana. Sasa tumekuja kwenu, vijana wenzangu, maafisa usafirishaji wa eneo hili, kuwaomba sana, hii nchi ni ya kwetu, lakini inaongozwa kwa mujibu kwa sheria. Lakini vilevile nimuombee kura, namuombea kura Daktari Samia Suluhu Hassan, anavyofanana na picha hii, huyu hapa ndio Daktari Samia Suluhu Hassan mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini namuombea kura kaka yangu Omar Juma Kipanga, yeye ni mgombea wa nafasi ya ubunge, bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutuwakilisha sisi watu wa Mafia. Lakini nyie mnatambua huyu kaka yetu Kipanga ni naibu waziri. Unaibu wake waziri haujaisha mpaka leo bado anao, mpaka pale atakapotangazwa baraza jipya. Kwa hiyo huyu ni naibu waziri wa elimu. Kwa hiyo muone namna gani Mafia mlivyothaminika, mmepata naibu waziri anayetokea maeneo yenu. Lakini namwombea kura kaka yangu Mheshimiwa Kijuju, huyu ni mtu bingwa, ni mtu na nusu ni, ni kijana mwenzetu, lakini ni mtu wa hapa hapa. Kwa hiyo niwaombe sana, tumpeni kura nyingi ndugu yetu Kijuju. Zile kero zetu halmashauri, tunaamini Kijuju anakwenda kuzishughulikia. Tunatambua vijana tuna kero nyingi, haswa zile fedha zetu asilimia nne za halmashauri. Kumekuwa na changamoto nyingi vijana kuzipata zile fedha, lakini tunaamini tukipata mtu ambaye anatokana na sisi pale halmashauri, ana uwezo wa kuingia kwa mkurugenzi kumwambia, vijana wangu hawa wamekosa hii fedha, changamoto ni nini? Shida ni ipi? ili aweze kuitatua haraka tuzipate zile fedha, zije zitukwamue vijana, kututoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa niwaombe ni waombe sana vijana wenzangu, tusifanye makosa. Lakini tulikuwa tunazungumza ilani ya Chama cha Mapinduzi, ambayo tunasema mtuchague sisi, Chama cha Mapinduzi. Ilani haijaacha kuzungumzia masuala ya vijana. Tunatambua tuna tatizo kubwa la ajira ndani ya maeneo yetu. Kwenye ilani imezungumzwa, kuna ajira milioni nane zinakwenda kuzalishwa kipindi cha elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na thelathini lakini kwenye ajira hizo ambazo zitakwenda kuzalishwa ajira rasmi zitakuwa ni milioni nne lakini ajira ambazo sio rasmi zitakuwa ni milioni nne Maana yake ni nini? Hata sisi ambao hatujapata bahati ya kwenda madarasani bado tunazo fursa za ajira ambazo zitakwenda kuzalishwa kwa kipindi kijacho. Mnachotakiwa ni kupiga kura za ndio kwa serikali ya chama cha mapinduzi, kukipigia kura chama cha mapinduzi, kumpigia kura Dr. Samia, kumpigia kura ndugu yetu Kipanga, kumpigia kura ndugu yetu Kijuju lakini watu wa Mafia nyinyi, mnajua muna fursa nyingi sana ndani ya kisiwa chenu. Tunatambua mambo ya utalii, sasa hivi Mafia imeendelea sana kwenye swala la utalii. Mimi wakati nakuja, ninatokea Dar es Salaam, nakuja huku, nilikuja kwa ndege. Ile ndege, asilimia tisini waliopanda ni watalii ambao wamekuja kwenye maeneo yetu. Maana yake ni nini? pato linaongezeka unge kwenye halmashauri hii. Kwa hiyo mnapoichagua CCM mnapoichagua CCM mnapomchagua Dr. Samia mnapomchagua Kipanga mnapomchagua Kijuju watalii watazidi kuongezeka ndani ya maeneo yetu. Niwaombe sana vijana wenzangu, hii fursa ya watalii maana yake ni nini? Sisi wafanyabiashara sisi maafisa ya usafirishaji, sisi vijana, maana yake biashara itaenda kuongezeka na kisiwa chetu kitapanda juu zaidi ya hapa. Lakini mnatambua, tumezungukwa na bahari, tunayo fursa ya uvuvi ndani ya maeneo yetu. Maana yake ni nini? Nimezungumzia fedha ya halmashauri, tukipata tuna uwezo wa kununua maboti sisi kama vijana, tukaenda tukaomba kibali cha uvuvi, tukaenda, tukaenda kuvua tukapata kipato kikubwa. Tunatambua boti moja likienda likirudi, unapata zaidi ya laki mbili, zaidi ya laki tatu, ambayo kimsingi itakwenda kutukwamua sana vijana wa Mafya. Kwa hiyo tuna mambo mengi mengi mengi mengi ambayo CCM imeyapanga kwa kipindi kijacho. Niwaombe sana vijana mlioko hapa, msifanye makosa tarehe ishirini na tisa tujitokeze kwenda kupiga kura. Lakini niseme mgombea ubunge na mgombea udiwani. Vijana hawa wanatumika sana kwenye kuharibu amani. Niwaombe na mmemsikia Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na usalama ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye aliapa kwa kitabu chake kwamba atalinda amani ya nchi hii. Maana yake ni nini? Kwenye kulinda amani, wako viko vyombo vya ulinzi na usalama, ambavyo kimsingi vimejipanga vizuri. Na jana nilikuwa nasema mgombea ubunge, niliwaambia ndugu zetu wale wa kata ya Kiegeani, vyombo hivi vimeenda kozi walichokabidhiwa ni kiboko pamoja na bunduki. Sasa watakapotaka kulinda amani watatumia zile mbinu ambazo wao wamefundishwa, lakini wako baadhi ya watu wanataka vile vyombo, kazi yao kubwa ni kwa wao na kuwabusu. Basi tuseme watawabusu kwa namna ya kulinda amani ya nchi hii na watawakumbatia kwa namna ya kulinda amani ya nchi hii. Amani ya nchi hii ni tunu, na ndiyo maana leo sisi vijana tunao uwezo wa kufanya shughuli zetu vizuri bila ya kubuguziwa na mtu yoyote. Hivyo tuwape fursa wale wanaozaliwa nao waweze kuja kuishi vizuri ndani ya nchi yao.